Mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya Mtwara Mikindani. Nakili kupokea mwenge wa uhuru kitaifa kutoka kwa ndugu yangu mkurugenzi wa halmashauri ya Mtwara. Ni makabidhiano ya mwenge wa uhuru kutoka halmashauri ya wilaya ya Mtwara kuingia halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani, makabidhiano yaliyofanyika kwenye viunga vya mji mkongwe wa Mikindani siku ya Mei 25 mwaka 2025 kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Mtwara, ndugu Abeid Abeid Kafunda, kuelekea kwa mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani, Mwalimu Hassan Nyange. Mwenge huo umekimbizwa umbali wa kilomita 40.5 na kukagua miradi sita yenye thamani ya shilingi milioni 995. Faida Online TV, watu wa fildi, pasi na hiana, kwa moyo mkunjufu, lojaba shasha, tumekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, hakika sisi ni watu wa fildi. Tafadhali baki nasi. Mmoja ya mradi uliokaguliwa na kuwekwa jiwe la msingi na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ndugu Ismaili Aliusi mwaka 2025 ni jengo la wagonjwa wa nje katika zahanati ya Mtawanya Nahaya, zungumza, na haya ndio maneno yake yaliyozungumza mbele ya wananchi waliojitokeza katika eneo hilo kwa ajili ya kuulaki mwenge huo wa uhuru. Mimi nataka niwaambie wananchi wa eneo hili kwamba sisi watimiza mwenge wa uhuru kitaifa tumeenda kukagua kituo chetu kile, kwa kweli kituo kile kimezingatia mahitaji yote ya wananchi wa Mtawanya. Nashukuru kuyasema hayo, kwa sababu wakati mimi mwenyewe nazunguka mule, kila chumba liyema namipikisha, mmoja kati ya kitu ambacho nimefurahi kupata huduma ya kuzalia wamazenu mule mlingani. Ili ombi langu kwa wananchi leo hii, mwenge wa uhuru umekuja kuweka jiwe la msingi, na unapokuona mwenge wa uhuru umefanya jambo katika eneo basi hakikisha jengo lile halina muda mrefu kukamilika na kwa tarehe ambayo imekusudiwa jengo lile kukamilika. Ni waombe sana ndugu wananchi wa mgawanya, hakikisheni munalinda na mnakitunza kituo chetu cha afya. Faida Online TV tumpata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi waliojitokeza kushuhudia uwekaji wa jiwe la msingi kwenye jengo hilo. Jina langu Hawa Baya Jua. wewe ni mwenyeji wa hapa Mtawanya sokoni. Nashukuru kwa mradi huu kutuwezesha wananchi wa Mtawanya, Mtawanya hadi Mpachim, wa pembezoni kutoka Mtawanya kwenda Likombe mbali kwenda Ligula mbali kwayo, nashukuru sana kutusaidia saidi hadi Mvita mkazi, mkazi wa Mtawanya kwa hivyo, hii zahanati tulikotokea siku za nyuma, mwaka ilikuwa ni zahanati mi, bado ni ndogo 25, lakini sasa tunashukuru, bado inaboreshwa inazidi kuwa kubwa, ambapo ni mafanikio yetu sisi wananchi. Kama hiyo haitoshi, Mwenge huo pia umezindua shule ya sekondari Tandika, huku oh, mkimbiza mwenge wa uhuru wakifanya mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuzindua klabu ya mazingira pamoja na kupanda miti katika shule hiyo <tipa>

nam, mtazamaji wa Faida Online TV, hiyo ni baadhi tu ya miradi iliyozinduliwa na mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Asante na kwa heri. <tune>